Mara ya mwisho tuliishia hapa wakati Baraka anapewa mashariti na mganga jitu la kale juu ya kibuu cha jasho na damu: Hiki kibuyu kinalishwa kwa utaratibu na nizamu. Siku utakayokosea mashariti utakufa. Baada ya hapo akaruhusiwa kuondoka. Sasa, kabla sijaanza sehemu ya pili, hebu kwanza ni follow au subscribe, alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Okay, tunaanza. Baraka hakupoteza muda Alikimbia, alikimbia kwa nguvu ambazo hakujua alikuwa nazo. Hakuhisi njaa wala kiu, alivuka jangwa la mifupa akapanda milima, na alfajiri ya siku ya pili alikuwa kwenye ukingo wa kijiji cha Mto wa Mbu. Jua lilikuwa linaanza kuchomoza. Alikimbia nyuma ya kibanda chake akikumbuka masharti. Alichukua jembe lake bovu na kuanza kulima kwa nguvu, akifukua ardhi kavu. Jasho lilimtoka, alilipangusa paji la uso na kudondosha tone moja ndani ya kibuyu. Alisubiri hadi jua lizame, alihakikisha yuko peke yake. Alichukua kisu kidogo, akajikata kidole na kudondosha tone la damu ndani ya kibuyu. Alifunga macho akitetemeka, kisha akafungua mfuniko. Moyo wake ulikaribia kusimama. Ndani kibuyu kilikuwa kimejaa mchanga wa dhahabu unaong'aa. Alikimbia ndani, Zainabu, Zainabu! Alimkuta mke wake akiwa bado anapumua kwa shida. Alichukua kiasi kidogo cha ile dhahabu, akaficha kingine na kukimbia kuelekea mjini, sio kijijini. Alimtafuta mfanyabiashara wa Kihindi akamuuzia ile dhahabu. Alipata pesa nyingi kuliko alivyowahi kushika maishani mwake. Alirudi na daktari bora kutoka mjini. Alinunua dawa za gharama kubwa, chakula bora, maziwa na matunda. Alimlisha Zainabu na Mtiti. Ndani ya wiki moja, Zainabu alikuwa ameanza kuketi, kikohozi kilipungua, Mtiti alikuwa ameanza kucheka, na Baraka aliendelea na utaratibu wake Jasho asubuhi, damu jioni, kila siku. Miezi sita ilipita, Baraka hakuwa tena maskini. Kibanda cha udongo kilikuwa kimebomolewa, mahali pake palisimama nyumba kubwa ya kifahari yenye sakafu za marumaru na samani za kifahari. Alikuwa na wafanyakazi wengi. Alikuwa amemnunulia Zainabu mavazi mazuri na vitu vya thamani. Mtoto wao sasa alikuwa mnene na mwenye afya. Mwaka mmoja ukapita, Baraka alikuwa sasa anamiliki nusu ya kijiji. Alinunua mashamba yote ambayo alikuwa akifanyia vibarua. Alimiliki maduka. Alimfukuza mzee Pembe kutoka duka lake la dawa na kuliweka duka la dawa la kisasa ambalo lilitoa dawa za bure kwa wagonjwa. Alionekana kama mkombozi. Alijulikana sasa kama Mheshimiwa Baraka Tajiri. Lakini kadiri utajiri ulivyoongezeka, ndivyo kiburi kilivyoongezeka. Alianza kubadilika. Kazi ya kulima asubuhi ili kutoa jasho ilianza kuwa kero alikuwa na mashamba makubwa, lakini hakutaka tena kuchafua mikono yake. Badala yake, aliamka asubuhi, aliingia chumba chake cha mazoezi ya kifahari, akakimbia kwenye mashine na kudondosha tone la jasho kutoka hapo. Jasho ni jasho, alijiambia. Kazi ya kudondosha damu jioni ikawa kero pia. Kidole chake cha kwanza kilikuwa na makovu, alianza kuona aibu. Watu wangeuliza. Basi alianza kujificha zaidi. Shughuli hii iliyokuwa chanzo cha uhai wake sasa ilianza kuonekana kama mzigo, kama siri ya aibu. Zainabu, sasa akiwa na afya njema na mzuri, aliona mabadiliko haya. Mume wangu, alimwambia siku moja walipokuwa wakinywa chai kwenye bustani yao ya kifahari, na kushukuru kwa kila kitu, umeniokoa, lakini nakuona unabadilika, una hasira. Jana ulimfokea yule mtunza bustani kwa sababu tu ua moja limenyauka. Umesahau tulikotoka? Umesahau jinsi ulivyolia chini ya mwembe? Baraka alimgeukia kwa hasira, nani anataka kukumbuka shida? Wewe mwanamke unataka turudie kule? Mimi nilihatarisha maisha yangu kwenda jangwa la mifupa. Mimi ndiye ninayetoa jasho na damu kila siku. Hii yote ni kwa sababu yangu. Acha kunikumbusha ujinga wa zamani. Zainabu alinyamaza, moyo wake ukimuuma. Hakuwa tena Baraka yule aliyempenda, alikuwa mheshimiwa tajiri. Miaka mitano ikapita. Baraka alikuwa mtu mashuhuri zaidi mkoani. Alikuwa akitembea na walinzi, alikuwa akitoa misaada mikubwa, lakini alihakikisha kila gazeti linaandika juu yake. Alikuwa na kiburi kiasi kwamba aliamini yeye ndiye aliyekuwa akiilisha Mto wa Mbu. Ili kusherehekea miaka mitano tangu abadilishe maisha yake, aliamua kufanya sherehe kubwa kuliko zote zilizowahi kuonekana. Alimwalika mkuu wa mkoa, wabunge na matajiri wote kutoka miji jirani. Ilikuwa sherehe ya kifalme. Ng'ombe kumi walichinjwa, vyakula kutoka kila pembe ya dunia viliandaliwa, bendi kubwa ilitumbuiza usiku huo. Baraka alikuwa amevaa suti ya gharama kubwa kutoka Ulaya, alikuwa akinywa mvinyo wa bei ghali, alikuwa akipokea sifa kutoka kwa kila mtu. Wewe ni mfano wa kuigwa Mheshimiwa Baraka, mkuu wa mkoa alisema akimshika bega. Umetoka chini hadi juu kwa kazi yako mwenyewe. Baraka alicheka akijisikia fahari. Ni kweli mkuu ni jasho langu mwenyewe. Wakati sherehe ikiendelea, jua lilianza kuzama. Palikuwa na kelele nyingi, muziki na vicheko. Zainabu alimsogelea mumewe, uso wake ukiwa na wasiwasi. Baraka alimnongonezea, jua linazama, ni muda wako. Baraka alikuwa katikati ya kumsimulia mkuu wa mkoa hadithi ya uongo ya jinsi alivyopata zabuni yake ya kwanza. Alimpuuza Zainabu. Baraka, tafadhali, Zainabu alisisitiza Kibuyu ni lazima. Baraka alimgeukia kwa hasira, acha kuniaibisha mbele ya wageni wangu. hilo jambo linaweza kusubiri, unaona nazungumza na mkuu wa mkoa. Nenda katunze wageni. Zainabu alirudi nyuma, machozi yakimlenga, alijua kuna kitu kibaya kitatokea. Baraka aliendelea kucheka na kunywa. Jua lilizama kabisa, giza lilianza kuingia, kisha nyota ya kwanza ikatokea angani. Ghafla katikati ya kicheko chake Baraka alihisi maumivu makali kwenye kidole chake cha kwanza, maumivu makali kama moto. Alipiga kelele, aliangalia mkono wake. Ulikuwa kimya, hakuna kilichotokea. Lakini alijua alikuwa amesahau, alikuwa amepuuza sharti. Nisamehe mkuu, alisema kwa haraka, jasho jembamba la hofu likimtoka. Alikimbia ndani ya nyumba, akipanda ngazi kuelekea chumba chake cha siri ambako alificha kile kibuyu. Alifungua mlango wa chuma Kibuyu kilikuwa pale mezani, lakini hakikuwa cheusi na chenye nakshi tena. Kilikuwa kinawaka moto mwekundu na kilikuwa kikipasuka. Kabla Baraka hajafanya lolote, kile kibuyu kilipasuka na kuwa vumbi jeusi kimya. Kisha sauti ya giza la kale ilisikika akilini mwake kama mwangwi: kibuyu kitadai deni lake, na deni lake ni kila kitu ulichokitumia hiyo dhahabu kununua. Vumbi lile jeusi lilisambaa kama wimbi lisiloonekana. Baraka alihisi nguo zake za suti zikibadilika, zikawa magunia machafu aliyokuwa akivaa. Alitazama mikono yake, haikuwa tena laini, ilikuwa migumu na yenye makovu ya kazi. Alikimbia nje, sherehe ilikuwa bado inaendelea, lakini kila kitu kilikuwa tofauti. Mkuu wa mkoa alimtazama Baraka kwa mshangao. Baraka, mbona umevaa magunia na tuko wapi? Kasri la kifahari la Baraka lilikuwa limetoweka. Badala yake palikuwa na kibanda chake cha zamani cha udongo chenye paa lililovuja. Wafanyakazi wote walikuwa wametoweka. Vyakula vya kifahari vilivyokuwa mezani vilikuwa vimegeuka kuwa udongo na majani makavu. Bendi ilikuwa imenyamaza, vyombo vyao vilikuwa vimegeuka kuwa magogo yaliyooza. Wageni wote, mkuu wa mkoa, wabunge, matajiri wote, walikuwa wamesimama kwenye uwanja ule mchafu wakiwa wamechanganyikiwa. Walimtazama Baraka, kisha wakaanza kuondoka mmoja mmoja, wakitikisa vichwa vyao kwa dharau na kuchukizwa. Ametuloga huyu, mmoja wao alisema. Huyu ni mwenda wazimu, mwingine alipiga kelele. Ndani ya dakika tano kila mtu alikuwa ameondoka. Palikuwa pamebaki kimya kimya, kile kile cha umaskini alichokijua vizuri. Baraka alisimama akitetemeka, kisha akasikia kikohozi, kikohozi kile kikavu cha kuumiza. Aliingia ndani ya kile kibanda. Zainabu alikuwa amelala pembeni juu ya mkeka uliochakaa. Alikuwa amekonda tena, na alikuwa anataabika kupumua. Kando yake, mtiti, akiwa amevaa matambara, alikuwa akilia kwa njaa. Baraka alianguka magotini. Alikuwa amepoteza kila kitu, utajiri, heshima na mbaya zaidi, alikuwa amerudisha afya ya mke wake mikononi mwa kifo. Alikuwa amerudi pale pale alipoanzia, lakini safari hii hakuwa na tumaini. Alikuwa amesahau sharti moja tu